i kabisa tunatarajia kufanya kwa siku tatu mtawalia, kama ni Alhamis, Ijumaa na Jumamosi, Jumapili tunaamkia kuna sherehe yetu ya kwenda fainali. Wote wapo katika hali nzuri, tunashukuru Mwenyezi Mungu ee, mchezaji yote ambaye alipata hitilafu katika mchezo mchezo uliopita ambao itampelekea acheze mchezo huu, aliumia Shemapet, lakini alipatiwa matibabu na ameendelea kupatiwa matibabu na yuko fiti kwenda kuitumikia Simba katika mchezo unaofuata. Sisi tunacheza fainali. Nendeni mkawaambie watu ya kwamba Simba anacheza fainali. mm -hmm. Yes. Na unapomwambia mtu Simba anacheza fainali, sio kama una bet au sio kwamba unapiga rambu, unazungumza kitu chenye uhakika kwa asilimia mia moja. Labda tu yasiwe ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu Simba kucheza fainali hiko, labda Mwenyezi Mungu apitishe heri yake na Simba asicheze fainali mwaka huu. Lakini ukizungumzia in terms of quality Simba anacheza finali mwaka huu. Ukizungumzia in terms of preparations kwa maana ya maandalizi, Simba anacheza fainali mwaka huu. Ukizungumzia ubora, ukizungumzia uzoefu, ukizungumzia mahitaji na matakwa, na Simba anacheza fainali mwaka huu. Ndugu zangu andishi wa habari ambao mmekuja hapa kutusindikiza katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere, Temino 3, temino yetu sisi, endeni mkaambie Watanzania na temino yetu sisi, endeni mkawaambie walimwengu ya kwamba Simba anakwenda fainali, hilo wala halina kipingamizi, wala hiyo sio ramli, wala hiyo sio beating, hiyo ni jambo la uhakika, simba kwenda fainali. Eh, kwanza tu, mbona umekaa mbali? O, nanipata kweli, alensi yako kubwa. Uh, naonekana vizuri Nange TV anabwembo huyo anaweza <tipasikilu> akakaa terminal hapa, anarekodi huku temino kili, lens yake ni kubwa mno <tipasikilu> kitu ambacho kinanipa mimi uhakika kwanza. Uh, tukizungumzia tu msimu huu Simba tumekuwa na tremendous performance hasa katika mechi za ugeni pengine kuliko nyakati nyingine zozote. Simba tumeshawahi kupata ushindi mabao eh, manne mabani. Simba tumeshawahi kumfunga ISV. Simba tumeshawahi kutoa sare na alahali na, na, na, na, na, nyumbani kwake. Sasa hiyo ni misimu iliyopita ambayo Simba hatukuwa vizuri sana katika uwanja wa ugenini, lakini tuliweza kufanya hayo ambayo nimekuhadithia hapa tumekufanya